katika jina la Yesu yes, yes, yes, napandisha maombi yangu yes, yes, msalabani kwako yes, yes, naomba ukanisikie yes, yes, kuanzia sasa yes, yes, katika jina la Yesu. Ongeza mikono yenu kidogo, mikono. Kuna watu wakati na pita wamekaa muda mrefu bila kufanya kazi, wana vyombo vya moto lakini hawajafanya kazi ya maana. Leo roho Mungu ananiambia nitamke, uombe kwa bidii, alafu achie neema ya wateja kwenye maisha yako. Hata kama wewe ni mama wa nyumbani, Mungu atasababisha mume wako kuongezeka. Kuna mtu yuko hapa anasikia, aombe kampuni kwa ajili ya mume wake kwa ajili ya hicho ambacho anachokifanya. Kuna mtu yuko wawili, naposema omba, unasema Mungu, naomba kampuni. Mimi nakumbuka zamani kabisa, baba Livini shahidi ilipandisha wamama wawili hapa, nikazima hizi taa namna hii hapa hivi. Kama mnakumbuka wale waliokuwepo wakasimama hapa, nikawaambia wajua kumbe ni nika naona wambia... nikawaambia wafanyaje? Nafali Nikawaambia nika waangalie hapa. Kwa mfano Yunisi, njoo. Kwa sababu kama yamo hapo. Njoo hapa. Njoo na huyo. Wambia... Ja, panda tu. Uh -huh. Naomba -na -na kama wahudumu, alafu kama wahudumu watatu, wau sogea karibu na taa, iangalie taa. Naomba mwanaume mmoja, sasa unaangalia ile taa, iangalie tu hivyo Iangalia kwanza kabisa, iangalie hiyo taa. Ninapoiwasha namna hii, kuanzia leo maisha yako yamebadilika kifedha. Yaani, ninapoiwasha hivyo, inaleta ile nguvu kabisa, ile nguvu kabisa kabisacele cuo ile nguvu kabisa, angalia hiyo nguvu inapotembea, angalia tu, angalia tu, angalia itafika mahali mtashindwa kumzuia

angalia macho yako, narudisha zile baraka nilitamka kipindi kile zile kwako na wewe. Ndio ndio, napo kanyaga namna hii, ndo nakamilisha muujiza kwao. Napo kanyaga nakamilisha muujiza, napo kanyaga nakamilisha muujiza. Wanyanweni enyanweni

Baba katika jina la Yesu, ninapoosha taa nuru ikawake mpaka manyumbani kwao, wakapokea biashara nzuri, wengine wakapokea makampuni. Angalia moja mbili tatu, angalia unaanza kupokea kila kona, ndio msaidie kila kitu, unapokea kila leo unapokea. Ndio kila leo unapokea anancho asha